E, wandugu ndugu wapenzi nakuja tena mbele yenu ya wakongomani wenye kwa ndani ya nchi na wenye hawako ndani ya nchi, wenye kwa nje ya nchi ya kwamba nakuja hapa leo, tuko tariki sita sadire, tuko le 6 janvier 2026, le 3 janvier 2026, le 3 samani njo tarehe ya leo. Nilikuja hapa ili niwaambie kufuatana na vita ambayo tunaifanya leo asubuhi adui M23 bar RDF alikuja kutwatake mu milima ya katongo. Katongo ni mwingini iko mm, wi kilometre w kilometre na vile ya Uvira. Adui anakuja kutwatake pale, na wakati anakuja kutwatake tunapigana naye kuanza ile masaa ya maind mate mpaka gisi tunamfukuza muvilima vyote vya kilima yote ya Katongo, tunamfukuza rima ya Kigongo, tumemfukuza mpaka hii saa. Niko na bambia, tuko na batu eealikia kujirandre, tuko na basoda ya M23 alkia, tuko kuona nguvu zinabashinda, kuona banaishiwa eh, na nguvu banakuja kujirandre, na nitawasukumia mavideo za wale kuja kujirandre mpaka adui tunamfukuza milima yote na saa hii niko nabambia, sisi ndio tuna control milima yote ya Katongo na Kibongo. Mimi najua watu wa Uvira wako nasikia milio ya sasi, watu wa Uvira wako nasikia milio ya ya bomb. Ni kusema ni vita ambao tunapigana walikuja kutupambanisha, tunawafukuza mpaka huko. E, niko na message ambayo niko napenda kuambia ndugu zetu wa Kongomani ambao wako ndani ya, ya M23 RDF, wenzao wote wenye wako wanakuja kujirandi, tuko tunawapokea vizuri na tuko tunawatia malezi mazuri, ni kusema wakuje, waache kutumika kazi ya adui, waache kutumika pamoja na wakrese. Nchi ni nchi yetu, ile ni Rwanda ambayo iko na agenda nyingine. Rwanda iko na agenda ya kupiga ya kunyanganya nchi yetu, Rwanda iko na agenda ya kuua. Hiyo ni kusema tunaendelea na vita, na hivi kilimfukuza mwa ile milima, watu wa Uvira watusubiri, tutafika na sisi walikuja kukutokoza mwahii milima ya Katongo na Kigongo. Tunaambia watu wa ujira ya kwamba saa tutademare hapa, saa tutademare hakuna mtu ambaye atatusimamisha, hakuna mtu mwenye atatusimamisha, tutademare hapa, hakuna mwenye atatusimamisha. Nikusema vita ni mpango. Kwa hiyo wakongomani wenye wanatumika na wasidanganyike, wasidanganywe bure, wakuje. Wenye wako wanakuja, wanakujau tunawapokea, wanakuja wanateseka sana, wako wanalia njaa wanasema wako wanakufa, wako nawaua. Ukisema unachoka wanakuua, ukiuliza swali banakuua. Kwa hiyo ile iko esclavagisme, hilo iko kutaka kuua Wakongomani. Kwa hiyo mkuje, tutawapokea na mtakiwa kutumika kazi ya faida nchi yetu. Asante tena. Mimi mnaniona hapa, mimi ni wa Ubila Mwila tato, niko msemaji wa wa wazalendo wa ambaye tumejitoa ili tupiganie nchi kuhusu collaboration entre sisi na FRDC antuka sisi na FRDC tunatumika vizuri. Mnajua sisi wazalendo tuko unité de réserve, tuko réserve armée à défense tunatumika ana appui ku FRDC. Mnajua kama nani? Mnajua kama FRDC ndio baba zetu, FRDC ndio wenye wanatusaidia kila kitu, na inabidi tuwaheshimu na inabidi tuwe na roho ya upendo. Nitaomba wengine wenzetu wazalendo wenye wangali wanazagazagana masiraa huko manyumbani wakuje sisi sote tuungane pamoja ili tuangalie namna gani tunaweza tukamfukuze tumfukuze huyo adui. Waache ma distraction, tumfukuze adui. Adui ana mbinu za kufukuza apigane na Rais Tshisekedi. Adui anakuja kutunyanganya nchi. Wasiwadanganye kama hii vita ni hii vita ya siasa, hii sio vita ya siasa. Ama wasiwadanganya ya kwamba hii ni vita ya liberation, hii si vita ya ukombozi. hii ni vita ya uvamizi, ni aggression. hii ni vita ya, uga, ya uvamizi. hii ni vita ya kuua Wakongomani. hii ni vita ya kutunyanganya nchi yetu. Kwa hiyo kama M23 RDF iko inadanganya watu ya kwamba wanakuja na vita vya ukombozi ni uongo. Rwanda iko na agenda yao, na wafuate rais Kisekedi? Hapana, wanafuata ni kunyanganya nchi yetu. Kama wakiwaambia ya kwamba wanafuata rais Kisekedi, ninajua hii vita M23 ilianza mu 2012. Unajua vile. Mu 2012 Rais Tshisekedi alikuwa haiko. Mu 2012 nikikuuliza Rais Tshisekedi alikuwa, utaniambia namna gani? Kama wanasema wanakuja kupambanisha Rais Tshisekedi. 2012 hakukuwa. Rais Tshisekedi anakuja mu 2018. Mu 2018 nikusema hawafuati Rais Tshisekedi, wanafuata njoo kutunyanganya nchi yetu. Wanakuja njoo kuvamia nchi yetu. Wanakuja njoo kuiba mali yetu. Kwa hiyo sisi wazalendo wote tuungane pamoja na FRDC tuangalie namna gani tutamfukuza huyo adui, ili nchi yetu ipate amani ili tupate, tutumike mali zetu, ili tufaidike kwa mali zetu ambazo Mungu ametupatia ame. Asante sana wa shukuru, mkono, na washukuru. Muendelee kutuunga mkono, muendelee kuwa na konfianse ya jeshi la FRDC, muendelee kuwa na konfianse na wazalendo, muendelee kuwa na konfianse na guvernema, muendelee kuwa na konfianse na Rais Tshisekedi, anafanya iwezekanavyo ili nchi irugie mumikono yetu. Asante na tena na washukuru. Tuko tarehe tarehe tatu za mwezi wa kwanza mwaka wa 2026 uh.